Mwanamke wa, kwa mwanamke wanaweza kupigiana kelele masaa mawili, hawapigani. Ni kila mmoja tu, hawapigani ngumi. Wanaume dakika tatu nyingi uongo, basi. Yani, wanaume wakianza, kwa sababu hawawezi kwenye kelele. Lakini wa mama anaingia ndani anatoka. Ndio maana ndio maana wanasaikolojia wanasema ili mwanamke aishi miaka mingi mruhusu aongee sana. Yani, ukiona mke wako anashout, bai, kuluna, bai, wewe moyoni shukuru Mungu useme Baba, nakushukuru kwa sababu anaongeza miaka ya kuishi, atanilelea watoto kwa muda mrefu, usimwambie shut up. Hey, ukisema shut up, haumshatapu yeye. Unashatapu miaka yake ya kuishi. Kwa ndio maana mama hata kipanda kwenye makochi. Ha, ha, ha, we moyoni tusema asante Yesu. Endelea. Endelea ili uishi maisha marefu. Kwa hiyo uko kimya, uko kimya. Najua unanitukana kimoyo moyo. Lakini wewe nani la tu? Akimaliza kishauti akimaliza. Kwa sababu wao kitu cha kumtuliza ni kimoja tu, wana ufunguo mmoja tu wa kumtuliza, waingia tu mfukoni mm. Mwambia umemaliza, hey, umezidi hey. Mwambia lakini hii gauni tch. Kuna magauni fani niaona mahali pa pa pa, pa. Kaangalia ndio <laughs> unanipa hela mm. mm. kameshamaliza Kakisha ziweka utasikia, utakunywa utakunywa kahawa uta, kameshamaliza mama, kwa sababu raha yake amesha shout. Lakini bahati mbaya sana mwanamke, ukiishi na kiume kinaitwa mwanaume, hakiwezi kuvumilia <laughs> ndio maana nilikuwa nawaambia wenzenu. Ukiona unamwambia makosa mume wako umekosa ya moja mbili tatu, ukaona ghafla anaanza kujiscratch, ah, ile ndio toba. Hapo ndio anatubu ile kufanya hivi, ah, hiyo ndio toba. Usiendelee, ujue message sent tena delivered. usiendelee kwamba tubu tubu Mwanaume hana neno ni samehe linalopatikana kwa nguvu.